Tab'an, katika ile darsa ambayo kwamba iliyopita tulizungumza ya kwamba hadith ahad haitolewi nini, haitolewi hujja katika masala ya akida, mnakumbuka? Na hadith ahad tukasema ni hadith ambayo kwamba haijafikia katika daraja nini, ya tawatur. Tukasema masala ya akida hayawezi kuthibitisha isipokuwa ni kwa aya ambayo kwamba ni qat'iyyatu dilala ama kwa hadith ambayo kwamba ni mutawatir wakati tulipokuwa tukizungumzia ile hadithul jariya, kwa sababu hadithul jariya ni hadithi ambayo kwamba ni ahad, yani ziada ya kuwa ni mudhtarib, ziada ya kuwa ni batil, ziada ya kuwa baada ya baadhi ya ulama wanasema kina Baihaqi, wanasema haipo katika, katika sahih Muslim, wama ila dhalika, ziada ya hizo balaa zote, ni hadithi ambayo kwamba ni ahad, haijafikia daraja ya tawatur, haiwezi kuthibitisha masala ya, ya aqida, kwa sababu riwaya inathibitisha kwamba mtu Mwenye kuitakili Mwenyezi Mungu yuko mbinguni, huyo nani? huyo ni muumini. Haya ni masala ambayo komba hayajathubutu katika aya wala hayajathubutu katika nini? Katika hadithi yote mutawatir. Aya zote, riwaya zote zinathubutisha kwamba mtu anatoka katika ukafiri kuingia katika Uislamu kwa kufanya nini? Kwa kutamka shahada mbili. Fala manahu la ilaha illa Allah. Umirtu an waqatil an nas uma ila dhalik. Riwaya zote sera yote ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, Qur'ani yote inaonyesha kwamba mtu anatolewa kutoka katika ukafiri kuja katika Uislamu. Kwa nini? Kwa shahada mbili. Lakini riwaya hii inakuja kudhibitisha mambo ya ajabu kabisa, ambapo kwa mwenye kupingana na akida kwamba mwenye kuitakidi Mungu yuko mbinguni huyo nani? Huyo ni Muislamu, si ndio? Riwaya inasema hivyo. Kwa hivyo riwaya hiyo ni batili, imethibitisha masala ambapo kwamba haina uwezo kuya kuyathibitisha. Hasa baadhi ya watu wakasema, wewe unakataa hadithi ambayo kwamba ni mutawatir na mbona aauipina? Mbona umetolea hadithi hapo ya nani? ya, hadithi, katika hadithi aljari, hadithi ya ukoma, alayhi, wa alayhi wa sallam mtumi kwenda kwenda Yaman kamwambia ukiwaendea watu wa Yaman, ila hapo ila unatumia hadithi ahadi huko. Kasema watu wengine kwa tafalsufi na taalum. Yani, unajua wewe kama ni, ni, ni, ni si msomi wee, keti kwa usomi usome tu, lakini usilete tafalsufu. Tunaposema hadith ahad haitumiki kwenye aqida, hatusemi kwamba kitu cha kwanza, hatusemi kwamba hadith ahadi kwamba si tunapinga hadith wa ahadi aa, hili ni neno ambalo kwa mara nyingi watu wanatobandika, lakini makosa. Hatukatai hadithu ahadi, ahadi tunazitumia katika furu fiqhia lakini hadith ahad hatuwezi kuithibitishia masala inini? ya nini? ya aqida. Sasa inakuja hadith ya Muadh. Je, ile hadithi ya Muadh kuna masala ambayo kwamba yenyewe imethibitisha ambayo kwamba haijathubutu katika Qurani ama katika sunna mutawatir? Yako hadith ya Muadh, hakuna masala ambayo kwamba kwa ya aqida iliyoyathubutisha ambayo kwamba haijapokelewa katika aya ma hadithi. Kwa maana hiyo tunasema Yaani, ikiwa Qurani imeeleza suala fulani alafu ikaja hadithi nyingine ahad ambayo kwamba inaunga mkono au inawafikiana na yale yaloelezwa katika Qurani, hakuna ubaya kuitumia hadithi. Ama Qurani ikieleza masala alafu hadithi ikaja ahad ikawa kinyume na ile yalothubutu kwa Qurani, tutaifanyia kazi? Ama ikija hadithi mutawatir ikazungumza maswala hani hivi, ikaja hadithi nyingine ahad, tutaifanyia kazi hii? Hapana, ama yakija masala ya kiaqida hayajakuja kwenye Qurani wala hayajakuja kwenye hadithi mutawatir, yamekuja kwenye hadithi, kwa sababu hadithi ile haina nini? Haina daraja. Lakini hadithi ya Muaz inaambia hao Waamrishe waswali nini? Swala tano. Swala tano haziamrishwa katika Qurani. Baada ya hapo, akamwambia nini? Waambie watoe nini? Zaka. Ushaona, waambie kwa Mwenyezi Mungu ameamrisha kwamba kuna mali fungu fulani la mali inachukuliwa kutoka matajiri, apewa nini? Mafakiri. Zaka hiyo thubutu kwenye Qurani na katika riwaya mutawatir imethubutu. Kwa hivyo hadithi ya Muadh hakuna masala ambapo kwamba yesiyo thubutu kwenye Qur'an na mutawatir hadithi, katika hadithi mutawatir ambao kama imeleta ime, hapana, ile imekuja ku, kuya, kuyakazia tu yale yale, ameambiwa kahubiri yale yaliyopo kwenye Qur'ani. Kufa ni kuna fara kubairia vitu viwili. Lakini sasa, je, wanazo akili za kuelewa haya mambo? Wanazo akili hizo? Hawana. Ndio maana mtu anajifanya, kwa hivyo mtu anaona hapo ametoba. Mimi sipendagi mara nyingi kujibu, kujibu, comment kwa sababu comment za watu wengi ima iwe ni mjinga tu, au ni mpumbavu au ni mtu ambaye kwamba aliogusagusa kusoma, lakini haielewi yanayozungumza ni mambo yako juu ya nini, ya uwezo wao hasa. Wote katika wote katika hawa watu kuna mtu wa kumjibu hapa, eh yeah? Utakuwa unapiga kelele tu, tuko vizuri sana, yani kama tulivyosema, unakuta Yani mzibua mitaro mmoja fulani. Hizi alfadhu sipendi kuzitumia, lakini wanatulazimisha tutumie hivyo. Mzibua mitaro mmoja hivi, alafu akaja kwamba sheikh, mche Mungu bwana, wacha kupotosha. Haya masuala hayapo hivyo. Mtu ambaye kwamba akija hapa tukamwambia soma surat al-Fatiha, rubama hawezi kuisoma. Hasa mtu kuna kuna haja ya kumjibu hasa mtu ambaye kwamba hajui ni ipi tofauti ya kuikataa kwetu hadithul jariya na kuzungumza hadithi ya Muadh

tuhilu lada tu tawatuahum ala lkadhibi, ile kidesturi tu inakuwa ni muhali ya kwamba hawa watu wamekubaliana kuzua nini uongo wa swala hilo waliolithibitisha. Wa kana mustanaduhum lhisa, mategemezeo yao ya ile riwaya ni moja katika viungo vya hisia vile vingapi? Vitano. Yani ikawa ni raaina, wameona hilo walilosema, au wakasema samina au lamasna au shamamna na mfano wake, sio kila au ruya wa kana mustanaduhum alhis, na hilo likathubutu katika tabaka yote, yani hawa watu wingi, hiyo hadithi ikapokelewa na watu wingi kutoka katika tabakati zote, katika tabakati zake, ngazi zake zote, kuanzia ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka kufikia kwa nani? Kwa yule rawi, hadithi hiyo ndo mutawatir. Lakini hii dhabit ya mutawatir, yani ni dhabit ambayo ya kwamba, yani ghairu mustaqim, kwa sababu tajriba Experience inaonyesha ya kwamba kuna watu wingi ambao kwamba walikubaliana juu ya nini? Ya kuzua uongo masala ya hadithi ya Hawab. Ushana, kubweka kwa mambo ya nini? Wa Hawab. Mambo ya Hawab wanabweka, na yule aliambiwa kwamba utakapobwekewa na mambo ya Hawab ufanye nini? Urudi huko, ni fitna. Anauliza jamaa, grupu kubwa hivi jamaa, ukasemaje? Si unaambiwa walitoa ushahidi wa uongo si zaidi ya watu sabini. Zaidi ya watu wangapi? Sabini. Wakamwingiza umu al-muminina katika nini? katika matatizo Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba hii dhabit sio nini? Sio matin. Toba, yani katika kile kipengele katika hivi vipengele ulama wamevileteni ishkali ni ipi dhabit ya hadith mutawatir ambayo kwamba yafaa kushikwa na ambayo kwamba haiwezi kutikisika ni ile dhabit ambayo kwamba imeelezwa na baadhi ya ulama wa usul na miongoni mwao ni Alimamu Shafiiyu rahimahullahu taala, na uh, usulia wengine. Dhabiti yenyewe ni gani? Wasema hadithi mutawatir ni hadithi ambayo kwamba ajma kwa alaihi ulamau lumma, ni hadithi ambayo kwamba kwa yale masala yaliyokuja ndani yake yamekubaliwa na, yame na wanaozuoni wa madhahibu yote.

Kwa hivyo hadithi mutawatir ni hadithi ambayo kwamba maalan, hadithi ambayo kwamba inaosema ni raka ngapi, rakan raka aakaap zidia akaapi mamiaduhri rakangapi kaahiriauhri rakangapia raka ngapi? Hadithi hii inakubaliwa na jamiu tawaif, hivyo hadithi hii tasema nani

hadithi ambayo kwamba isiyokubaliwa na makundi yote ya Kiislamu, hadithi itakuwa nini? Ni ahadi. Kwa hivyo hadithi hiyo haiwezi, haina nguvu ya kuthubutisha masaili ya kiakida ambayo kwamba haijapokelewa katika aya ama katika hadithi mutawatir. Hapo tumeelewana au bado? Kwa sababu tukisema hadithi mutawatir katika istidlal ipo katika kuwa ya Qur'an, hadithi mutawatir katika istidlal ina nguvu ya nini ya Qur'an. Manake mwenye kuipinga huyo atakuwa ni Muislamu ni kafiri. Sasa itakuwaje hadithi ambayo kwamba wamekubaliana ahlu sunna peke yake au ni mutawatir kwa vipimo vya ahlu sunna peke yake walazimisha na wengine useme kwamba ni ni wajibu waifuate, hali ya kuwa ni hadithi ambayo kwamba wenyewe haikubali. Hapo sote tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo, hii ni masaili ilmia ambayo kwamba yatakana mtu aketi chini atulize kichwa, watu wasifanye kibri. Unajua sheikh, imekuwa sasa hivi dini ni ushabiki, watu hawafati ilmu hawafuati adilla. Watu wanaenda kiushabiki. Alosema nani? Mfulani. Basi hata kipumbavu tu ushaona kikaanga chipsi kimoja tu nacho kitamsemea maneno, kitamtukana kwa sababu si shekhe wa grupu lao. Lakini akija shekhe wa grupu lao hata kama ni mpumbavu tu, haisi kichwa wala miguu, basi hata atamshabikia. Dini haitaki ushabiki, jamaa. Ushabiki hautokusaidia, ushabiki hautokunusuru, hauto mbele Allah subhanahu wa ta'ala, hautoenda na mashabiki zako wala na mashekhe zako wa kulluhum atihi yawm alqiyamati. Fardha utaenda mbele ya Mwenyezi Mungu peke yako utaulizwa. Kwa hivyo hakuna haja ya kufanya ushabiki. Hakuna haja ya kufanya fanya ushabiki. Yaani dalili ya ushabiki inaonekana kabisa. Talib mubtadi, talib mubtadi. Unaweza kuta mtolea alim maneno machafu amchukane. Thumma baada dhalika yatakunufaisha nini? Yaani wewe ukimchukana huyu alim wewe utakuwa katika rutba yake, utakuwa katika daraja yake. Ama wewe ukimchukana, ukimchukana wewe kama mpumbavu ukimchukana yule ndio atakuwa yuko chini. Na? Yaani mtu kumsifu alim ama kumchukana, kuna mzidishe kitu au kuna mshusha? Alim hakika yake inabaki pale pale. Sawa so sawa, -so amchukane -so ama? Manabii wamechukana mara ngapi? Kuna watu waliochukana matusi zaidi ya manabii? Naam. Je, ile matusi ya upumbavu kwa kuchukana manabii yaliwashusha daraja zao? Naam. Haikuwashusha. Bali inawazidishia daraja zao. Ka semaje na Mshafi, ka udin zadahu lihraku. Tiba. Si ndio? Inasemaje? Qila an-nabiyyu qad kahana, si ndio? Qila al-ilahu dhu waladi, si ndio? Amana nasema hivyo. Qila al-ilahu dhu waladi. Kulisema kwamba Mungu ana ana mtoto. Kuna matusi zaidi haya. Kumchukana Mungu kuna matusi makubwa zaidi haya. Wa qila an-nabiyyu qad kahana. Ukasema kwamba mtume huyu ni nani? Kuhani mchawi tu, hana lolote. Mshairi anasema, maana ja Allahu war rasulu ma'an. Mwenyezi Mungu na mtume pamoja hawakuokoka, min kalami alwara, kutokana na maneno ya, ya viumbe. Fakaifa ana, vipi mimi? Mungu na mtume hawako hawako hawako epuka na matusi ya, ya wapumbavu katika viumbe. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu aliowaruzuku akawahuisha, na kwa hivyo tabaan, sisi kama na dai yetekana, usighurike na maneno. Sifa za watu hazina lolote, haziwezi kutanguliza wala kushusha, na pia usipungue morale wa dawa. Kwa nini? Kwa matusi ya watu? Hiyo ndio sunna. Wenyewe wanasema ukiona dawa yako haijapata kupingwa, hmm, ujue bado wewe hoja. Ujue dawa yako bado haijakubalika, dawa yako bado haijaanza kutoa matunda. Kisa kuona dawa yako inatoa matunda, angalia idadi ya watu wanaokupinga, si ndio? Eh, wa fil basitati ashjarun munawwa wa laysa yurjamu illa ma laha thamar, moja asema katika hii ardhi kuna miti mingi, lakini haitupi mawe isipokuwa ile yenye matunda. Basi kwa hivyo kalamu sufa, sisi hata tutikisi unywele, tunakuwa tuko tuko pale pale, isipokuwa tunausia kwamba msifanye kiburi, kaeni chini, msome. Sawa, hamchukubali lakini sikilizeni, elimu someni wa illa basi wekeni darasa, sisi tuje tusome. Mambo ni haya mufanye tawadhu ambayo kwamba ilmu inahitaji tawadhu, muje musome. Wa ila, wakienda darsa basi tu biri, kama mnaweza biri, kama kama, kama unaweza kutusomesha